Ok, katika nafasi ya pili tunasonga mbele. Hanshi akachukuliwa hadi kituo cha polisi. Afisa Yun akamuuliza, kwa nini kwenye kila tukio unaonekana muda huo? Hanshi akasema sijui chochote. Afisa Yun akakasirika na kumkunja Hanshi skoti. Polisi wenzake akamuunga toke nje, naye ajaribu kumhoji Hanshi. akamwamini yule polisi, kwani alitumia busara. Wakapanda hadi juu ya gorofa, kisha hanshi akamwonyesha yeye ni nani. Akavunja kidole gumba chake kama kawaida baada ya sekunde tu kikajiunga. Polisi kugundua hivyo akampigia simu afisa Yoon kisha wakaamua kummaliza. Lakini Hanshi akawashtukia na kuruka toka gorofani akibodondoka chini alivunjika vunjika kisha mwili wake ukajiunga upya na kuanza kukimbia. Polisi akajaribu kumkimbizia lakini Hanshi akawa shamwacha mbali. Hanshi akampigia Jing na kumwambia aondoke nyumbani haraka. Maana polisi wanakuja kumsaka huku Yanke akaamua kumteka yule bokta mzee aliyemtoaga macho Hanshi zamani. Yanke alikuwa na shida ya kiungu mwilini, lakini huyu dokta akamsaidia kipindi hicho. Lakini leo amemteka na kuanza kumtesa. Baadaye akaona hakuna umuhimu wa dokta tena akamshushia chuma kichwani na kumuua kikatili. Leo Jing akiwa hapa, kuna polisi akaja na kumteka, lakini akujua kuwa Jing ni mama wa Ngwasuma. Jing akamgeuza na kuanza kumshushia kipigo. Baadaye akaenda kuonana na Hanshi, kisha leo akamwonyesha Hanshi kuwa wao ni wamoja, akajichoma na kisu kifuani kisha jeraha likajifunga. Kisha akamwambia hata mimi nimezaliwa nikiwa hivi na nilitengwa na rafiki wote. Hanshi na Jing wote wakachana mikono yao, ona maajabu, mikono yao ikaanza kuungana, kisha taratibu wakasogeleana na kupigana bonge la busu. Hanshi akaamka usiku wa manane na kuna kitu akakiona maono tena, sehemu fulani. Jing naye akaamka na kumuuliza tatizo nini. Mara walipoangalia kwenye kamera, wakaona kile kikosi kimefika. Haraka wakatoka Hanshi, kuangalia pia kwenye simu akatumiwa video, yule mzee aliyemsaidia ametekwa. Jing akamwambia, nenda kamsaidie mzee, wacha mimi ni deal na hawa. Haraka Hanshi akaenda kufika, pale mambo yalikuwa yashaharibika, mara akapigwa na mbao nyuma na kisha akakamatwa na kufungwa mikono yake kwa cheni, yule mzee hali yake ikiwa mbaya. Hanshi hakukubali akasimama na kuwasha mashine moja kisha akakata zile cheni, japo aliumia mikono akapona hapo hapo. Alichukua lungu akawapiga wale jamaa wote na kuwamaliza. Yule mzee kuona vile akashtuka na kumuuliza Hanshi, wewe ni shetani? Hii ikamfanya hanshi akumbuke zamani alipoanguka na viungo kujiunga upya, watoto wenzake wakamuita shetani. Hata hivyo, mzee akamshukuru Hanshi kwa kuokoa maisha yake na kumwambia Hanshi aondoke, atasafisha miili mwenyewe maskini. Upande wa Jing akazungukwa na magaidi na wakamkamata na kumpeleka kwa bosi wao. Alipoulizwa maswali akakaa kimya, kisha akaona ni bora atoroke kabla mambo hayajaharibika, akawavamia na kutoroka pale wakakutana na Hanshi. Jing akamwambia kuwa wake magaidi wameshamgundua pia, kwani walimkata uso wake na wakashuhudia unapojiunga, kwa hiyo wameshajulikana kuwa wao ni special. Yanke akamtumia ujumbe Hanshi kupitia damu kwenye kioo. Hanshi akamwambia Jing, Yanke anapanga kufanya jambo baya na sisi ndiyo tunaweza zuia Baadaye Hanshi akafika mahali walipoambiana wakutane, kisha kwa mbali akaona gari na akashuka jamaa kajikinga mwili mzima huku kashika gesi ambayo ni sumu na akaanza kuiachia. Hanshi akajaribu kukimbia lakini hakufika mbali, akadondoka chini. Jing akaenda kuonana na mtu mwenye asili kama yao anaitwa Geng na kuomba awasaidie kwenye plani yao. Kisha akaenda kwa kile kikosi na kuambia, leo nimewaletea rafiki mpya ebwana. Geng akaingia na kuanza kuwafumua mtu mbili ndani ya truck moja. Jing na Geng walipomaliza, Jing akachukua simu na kutrack location ya Hanshi akajua kuna shida kweli. Hanshi alipoamka akajikuta kafungwa sehemu asiyoijua na ilikuwa kwenye gari. Yanke akiwa anaendesha gari akaimagine yupo na Hanshi pembeni na kumwambia, kwa nini tusiwe kitu kimoja? yaani ubongo wako uwekwe kwangu tuwe kitu kimoja. Walipofika kwenye jengo fulani, Yanke akamwonyesha yule dokta aliyemtongaga macho kipindi kile, kisha akamchukua mtu ambaye anataka kufanyia majaribio. Kisha Yanke akachukua koleo na kukata kidole cha yule jamaa, kisha akaenda kumkata pia Hanshi kidole. Akachukua kidole cha Hanshi na kwenda kumwekea yule jamaa, kikakubali, na cha yule jamaa alipomwekea Hanshi kikakubali. Hivyo akagundua viungo vya mwili wa Hanshi anaweza kuvitumia atakavyo. Hanshi akamwomba amwachie yule jamaa. Yanke akamwambia kubali tuwe kitu kimoja, nitawaachia. Akamweka yule jamaa kwenye friji hadi akaganda. Hanshi kuona vile akachukia, akajilazimisha kutoka pale, mikono ikakatika na kujiunga tena. Yanke akashtuka. Hanshi akajaribu kuvunja mlango lakini ilikuwa ngumu. Nje Jing akafika akiwa na Geng akiwa na track simu ya Hanshi. Alipokaribia pale, Yanke akamvamia akiwa na upanga, kisha akamkata Jing. Jing jeraha alikajifunga haraka. Baada ya kupigana sana, Yanke akaamua kuondoka maana hata akijitahidi hawezi kummaliza Jing. Alitafuta mlango aliopo Hanshi na akafanikiwa kumfungulia. Hapo hapo afisa Yun na mwenzake akafika, Jing akamwambia Hanshi kuwa amefika na rafiki yao mmoja wasaidiane. Afisa Yun akakutana macho kwa macho na Geng akajaribu kumpiga risasi, lakini mwili wake ukajiponya na akawa sawa. Jing akafika pale na kumwelekeza afisa Yun kuwa wao si watu wabaya japo kila mtu anawachukulia vibaya. Huku polis mwingine akaenda na kwa bahati mbaya akanaswa na Yanke. Hanshi akawa akimfata Yanke wamalizane. Yanke akachukua shoka na wakakutana na Hanshi macho kwa macho. Yanke akaanza kumwimbia wimbo Hanshi ambao ukifanya Hanshi asikie maumivu na asione vizuri. Yanke akachukua mguu wa kuku. Hanshi anapomfata, Yanke akaanza kumshambulia, lakini ilikuwa ni kazi bure. Mwili wa Hanshi ukajiunga mara moja. Hanshi akafika kwa Yanke na kumpiga kabali kwa mkono mmoja, na sasa ni muda wa kurudisha jicho lake hatari. Akamshika na jicho lake likaanza kuvutika na kurudi kwake. Hanshi akataka amalizie Yanke akiwa ameshika bisu kubwa, lakini polisi akafika na kumwambia ukiua na wewe utakuwa mtuhumiwa na kumstopisha Hanshi. Haraka Jing akafika na kumchukua Hanshi na wakatoka pale kisha wakaenda kuishi maisha yenye amani na furaha akiwa na Jing. Yanke akakamatwa na kufungwa kifungo cha maisha, na hapa basi ndipo tunafikia mwisho wa stori yetu kali. Mwisho wa stori moja ni mwanzo wa stori nyingine. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi sasa tunahitimisha. Kama wewe ni mgeni, basi usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili usikose stori hizi kila siku. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema iliyo na furaha na amani, bye bye.